Siku fulani kutakuwa na ibada, siku fulani kutakuwa na ibada, siku fulani kutakuwa na ibada. Kama unajua una ratiba zozote za shule na una ratiba zozote hizo, ni mtumishi za kumbili, basi jitahidi sana. Una ratiba zote za kikazi, jitahidi sana, huzurie kanisani. Kuna mwingine ana sababu Siku ile baada anaangalia movie anaangalia mpia anaangalia nini iko ni moja ya kiburi. Kuna mwingine ni kweli anafanya kazi sawa yake ni kuna mwingine kweli anasoma masomo ya chuo amebana nini sawa, anasi- lakini kuna mwingine yupo tu nyumbani, kazi yake anapiga umbea nini iko, tuache kiburi a mchungaji anakataza swala la mavazi jamani, kanisani teitetunava mavazi ni heshima. Alafu wewe unaanza kusonya mchungaji, anipendi akabi. Mchungaji anakuokoa na moto umulima, lazima uwe na, na hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu Ukiona mtu kaja na kufurahia yani unaenda kanisa, wanaingia katika kanisa wote waumini, wanavaa vimini, wanavaa milegezo, wanavaa ngozi zimechanika tani ngozi za kiuni moja mbili tatu. Ni ni vigumu sana utumisho nguvu ya Mungu kukaa sehemu ile. Kwa sababu Mungu wetu ni msafi. Bwana Yesu Kristo sasa. Mungu anapenda unavaa mavazi smart, marefu na heshima. Swali nzuri heshima unavaa sketi huku hata kupiga magoti hapa madhabauni, yaani unajionia aibu. Bwana Yesu <laughs> <laughs> unaponywa katika swala la mavazi, baraka zingine niyo. Anasema Mungu eti Mungu wa Mungu anaangalia wa, Mungu wa moyo tu, lakini vitu vingine huwa sio sana, sio sana. Mungu pia anaangalia pia na usafi wako na mavazi. Bwana Yesu, najua mm, hapa wengi ni vijana, tunaelekea tuna kukua, ipo siku maisha yatabadilika. Ni binti unasoma, utamaliza, utaolewa. Pia heshima nyingine pia kwenye swala la kuolewa, baraka zingine unakuta Mungu anazuia mtu, yaani anataka kumleta mtu anazuia kwa sababu mavazi pia ni laana. Mwenyezi Mungu anavaa mavazi aeleweki. Hata ukivaa vazi refu wewe, eleni Mungu atakuletea mtu atakuletia mtu sahihi, utaolewa. Ogopa sana kuvaa mavazi ambayo hayaeleweki. Ukivaa aelekeleki, lazima shetani anakuletea muhuni, maisha yako yanakuwa magumu sana muokoka. Mavazi pia ae mazuri yanapendeza Mungu iesonse sana ko inakuwa kama hivyo. Haleluya. Ya mtumishi wa Mungu, naomba nisomee kitabu cha soma, kitabu cha Mithali 29 mstari wa kwanza mpaka wa pili.